Mke wangu anakwambiaje? Umesikia hiki chakula mi nakula nakula nao nifanye lolote na nami na, siwezi kumlisha mtoto ambaye mimi sio mali yangu, mpeleke kwa babake. Mama je, na uma eh, wewe baba, kwa nini unauliza? Chumbani lako kuna nini? Kwa nini? Maana hujamisi mkeo, nijibu, uko wapi? Umetoka wapi umetoka kwenye umara yako, amekubofya bofya ako, unaniletea mi makombo au sio? Au ndo utaka kunifumania sasa? Nifumanie na nani, wakati naamini kwenye moyo wako niko mwenyewe. Mi napishana na vitu kibao ko babarani, we unasema hela itoshi? We mpumbavu nini, lete hela nikukonyeshe jinsi gani. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> unaniona mi mtoto mdogo? Mi nipo hapa tukia asubuhi, ona nambia ti umetoka, me msindikiza mge, na akili kweli nafikiria mbali shika, sambona buku umelalapa njiani? Sawa, haina shida. Mimi si mpumbavu. Anyway, ingia ndani kanipe msosi kwanza nini? Maana nasikia njaa. Chakula hakuna. Huyo mamako akiliana, anakutumaje? Mtoto mdogo amekupa ya kubwa. Ukipoteza, aanze kukuchapa chumbani. Asante. As si Tukha, ah, ni hey, mani, sasa ni kuacha basi ngoja nikutoe. Eh, jamani majirani, kila siku mnasema mimi namuonea huyu mwanamke. Sasa leo naomba muje muamue huu ugomvi.